Anaitwa Peter Bundala ni katibu wa sungusungu wilaya -sungu, ya Ushetu. Wajibu wa sungusungu -sungu, kwa sasa hivi tumepata elimu kubwa ya kuhamasisha kuhusu elimu ya chanjo, lakini pia wajibu wetu mkubwa tumepata muunganiko na furaha kubwa ya kuwaunganisha ya watu, kwa sababu sungusungu -sungu, ndiyo yenye watu wengi wilaya hii ya Ushetu imeshamiri sana Sungusungu ina maana watu wote, katika kuhimiza swala zima la chanjo watapata mwitikio mwiti, kwa sababu elimu tayari tumepata sisi sungusungu -sungu. Na sisi tutaendelea kuwahamasisha kwenda kuchanja watoto wetu. Umuhimu wa chanjo, sisi kama sungusungu -sungu, tunatambua kwamba mtoto anapopata chanjo inamkinga maradhi, lakini pia mimi pia pamoja na mke wangu, ni wajibu wangu kama baba wa familia kumhimiza mwenzangu wa ndoa pamoja na watoto waende kupata chanjo ili kuwajengea misingi ya uhai wa watoto wetu. Lakini pia tunaishukuru serikali yetu kwa kututambua uwepo wetu kama sungusungu katika semina hii ya kuhusu chanjo, ndio tulipotoka tulipo, tulipo tunapoelekea tunajenga taifa imara lenye afya.